Leo ni Alhamis Oktoba 2, 2025. Karibu kwenye kurasa za magazeti ambazo andika habari za michezo na burudani ili tuangazie vichwa vya habari ambavyo vinapatikana kwenye magazeti hayo. Nianze na gazeti la Mwanaspoti ambalo leo linaandika Simba hii kuna kitu Nabi avunja ukimya ishu ya kutua, lakini Gamondi aanza kuzungumziwa bara Stazi bila Msuva wala Samata na sare ya Mbeya, tatizo wala sio Fozi. Tatizo ni nini? Kwenye gazeti hili limeonyesha tatizo, lakini kimataifa mbe umo awageukia wenzake nikiliacha gazeti la Mwanaspoti. Gazeti la Uhuru, ukweli daima, katika kurasa zake za michezo na burudani linaandika Fozi ataja sababu kupoteza pwenti mbili Mbeya Siti, lakini Samata, Msuva, Shabalala, Mudasiri waachwa stazi. Ronaldo awashukuru wa Zanzibari. Katika gazeti la Nipashe kurasa zake za michezo leo linaandika wakongwe wafunguka timu, timua makocha bara, Julio asema inatufelisha Watanzania, lakini machinga amtetea Fauzi, Simba bado haijaeleweka, gazeti hili linaandika hivyo. Na nihitimishe hivyo kurasa za magazeti ambazo huandika habari za michezo na burudani.